Ndugu wanahabari, mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania TECMN umeshangazwa na kusikitishwa sana na kitendo cha baadhi ya wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuunga mkono hoja ya kutowapa wanafunzi wa kike waliopata ujauzito wakiwa shuleni nafasi ya kuendelea na masomo baada ya kujifungua. Kitendo hiki kilichofanywa na wabunge kinarudisha nyuma jitihada mbalimbali zinazofanyika mbali, katika kuleta usawa wa kijinsia na kumwinua mwanamke katika nyanja zote ikiwa ni kijamii, kisiasa na hata kiuchumi. Sambamba na hilo, haki ya kupata elimu bora ni haki ya msingi kwa mtoto, hivyo kumnyima mtoto wa kike haki ya kuendelea na masomo kwa kigezo cha ujauzito ni ukiukwaji wa haki za mtoto na haki za binadamu kwa ujumla. kuwa na habari. Sababu mbalimbali zilizotolewa na wabunge ni za kisiasa zaidi, kwani haizingatii ustawi wa mtoto wa kike na mustakabali wa maisha yake. Tunachelea kusema kwamba wabunge walioshabikia hoja ya wanafunzi kutorudi mashuleni wamedhihirisha kutotambua viini vya matatizo yaliyoko katika jamii na hivyo kushindwa kushawishi namna bora ya kutatua matatizo hayo. Ndugu wanahabari, Taasisi ya utafiti wa kidemografia wa afya Tanzania ya mwaka 2015 hadi 2016 inaonyesha kuwepo kwa ongezeko la mimba za utotoni katika maeneo mengi nchini hususan vijijini. Tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya asilimia 27 ya wasichana wenye umri kati ya miaka 15 na 19 wamepata ujauzito. Kiwango hiki ni kikubwa ukilinganisha na ripoti ya mwaka 2010 ambapo waliripotiwa kuwepo asilimia 23. Tafiti zinaonyesha kuwa asilimia 32 ya wasichana waliopo vijijini wameathirika na mimba za utotoni, wakati waliopo mijini ni asilimia 19. Tafiti zimeutaja mkoa wa Katavi, mkoa wa Katavi kuongoza kwa mimba za utotoni kwa asilimia 45, Tabora asilimia 43, Dodoma na Morogoro asilimia 39, Mara asilimia 37 na Mbeya asilimia 32. Haitakiwi kuwa asilimia yoyote, inatakiwa kuwa sifuri. Wakati huo huo, utafiti wa taifa kuhusu vichocheo na madhara ya ndoa za utotoni nchini Tanzania uliofanywa mwaka 2016 umebaini kwamba wasichana wengi wana uelewa mdogo sana wa elimu ya afya ya uzazi zaidi ya asilimia hamsini ya wasichana wenye umri wa miaka 18 hawana uelewa huo kabisa, hali ambayo inasababisha wengi wao kuwa waathirika wa mimba za utotoni. Kumnyima mtoto wa kike nafasi ya elimu kwa kigezo cha mimba, kwa kigezo cha mimba ni kuendeleza umaskini, udhalilishwaji wa kijinsia na kukwamisha jitihada mbalimbali mbali za kimaendeleo, kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ndugu wanahabari, hivyo basi, kwa sauti moja kwa pamoja mtandao wa mashirika yanayopinga ndoa za utotoni tunapendekeza mambo manne yafuatayo. La kwanza, serikali kupitia wizara ya elimu kuweka mfumo madhubuti utakaowezesha wanafunzi wa kike kuendelea kufurahia haki yao ya msingi ya kupata elimu bora, ya kupata elimu bora mara baada ya kujifungua. Pili, serikali, wabunge na wadau wengine kujikita katika kupambana na changamoto zinazopelekea mimba za utotoni, ikiwemo ubovu wa mi, miundo mbinu ya elimu pamoja na umbali wa shule, mazingira yasiyo rafiki, kukosekana kwa elimu bora ya afya ya uzazi, umaskini, mmonyoko wa maadili, mila na desturi kandamizi pamoja na matumizi holela ya teknolojia. Tatu, vyombo vya habari viendelee kushiriki kikamilifu katika kutoa elimu juu ya mapambano dhidi ya vitendo vya ukatili kwa watoto ikiwemo mimba za utotoni. Naomba hapa niongeze kwa kutoa shukrani na pongezi kubwa kwa vyombo vya habari kwa kazi ambayo imekuwa ikifanywa kutoa elimu, kuhabarisha kuhusiana na unyanyasaji wa kijinsia katika jamii yetu. Naomba hii kazi iendelee kwa dhati na kwa nguvu yenu ya pamoja. Nne, jamii. Jamii ikiwa wewe mwandishi wa habari, ikiwa mimi hapa niliyekaa, wakurugenzi wa mashirika mbalimbali na walioko hapa leo na wanamtandao, pamoja na kila mmoja katika da, jamii, katika nafasi yake, mwanajamii yeyote ashiriki kikamilifu katika kuwapatia watoto wetu malezi bora na kudhibiti vitendo vinavyoweza kupelekea mimba za utotoni kazi ya kupambana na mimba za utotoni ni kazi yetu wote. Naomba kueleza kwamba mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania unaundwa na mashirika yanayozidi 39 ya kitaifa yasiyo ya kiserikali yaliyojikita katika utetezi na ulinzi wa haki za watoto Tanzania. Ni mtandao unaosimamia misingi ya usawa wa kijinsia kama ilivyoainisha katika sheria na makubaliano mbalimbali mbali ya kimataifa. Mtandao wa kupinga ndoa za utotoni unaamini kuwa Tanzania ina uongozi na wawakilishi. Wawakilishi hawa, pamoja na wabunge wetu, uongozi wetu katika kila ngazi, wanaojali maslahi ya wananchi, ambapo watoto wa kike ni miongoni mwa hao, na ni kwa sababu hiyo mtandao una imani kwa sauti yao hii tunayoilia itasikilizwa kwani wasichana hao wanaopoteza masomo kutokana na mimba ni sehemu ya nguvu kazi muhimu katika nchi yetu.